Haimhusi kwa kwa hiyo inaishikile ndani ya Makka, baye inaishikile kwa Madina. Muhimu kwa kwa hiyo ishikile asa mtume hijra Madina, huwa fil Makki, na ichwa sura ishikile baada ya mtume kwenda Madina, huwa fil Madani. Hata ichwa ishikile ndani ya Makka baada ya mtume kwenda Makka, fungu wa Makka, ambacho ichwa ishikile karka andiga, karka safari, kila chini ishikile baada ya hijra huwa fil Madani, na kabla yake huwa fil Makki. Iyo ndiyo kauli nguvu rajihi karka kauli za mashehe za ulamaa. Uh, mujitu na kuhada katika sura hii na mbaramisha mtume sallallahu alaihi wasallam na kuhada inna atainaka alkauthar chukhupe kauthar, kaka lugha la Kiarabu alkauthar ni khairi nyingi, na mtume wa alayhi wasallam wa mujitu mpe khairi nyingi katika dunia na akhira. kaka khairi, nyingi za mtume pela ni wowe mkuu wa jana ni katika zimumurizamu mbili

na zombo hunelua maana makopa icha de zombo zizo ni nyingi zombo izo maana zazo ni nyingi kama nota za kuzimu zazo ni nyingi na usura be basi mtu takurasho sharia karka dunia na ayi takuwa karka wantru tahpito karka idariye mti wa karka akhira na hu harashi sharia takuwa ni mahrumu karka akhira karka kheri nyingi za mtume pe salawasa pe la duniani

Kauthar, hii ni kheri nyingi, lakini nako ndio wowi hiyo. Ni katika kheri za mtume za pele sallam. Basi madamu pela kheri nyingi, mtume ambila ni fasalli lirabbika wanhar, ambila msalile mojo mujitu ya peke. Maana msalile abudige kumshukura, wanhar nako tinda isa iyo nahari. Fasirowa ni mundu kutinda ngamiga kilma ya nahari, lakini apa nakusudiliwa ni mundu kutinda ayi hayawani

basi mtume sallallahu alaihi wasallam karka hijatul wada tinzie ngamia mia ali bin abi talib radhiyallahu anhu sisiyo tinzie na tome sadaka zigawari zote ila chigawari ma chigawari chimoi kila ngamia tete tete kwa sufuria bishire jire namae ne mtuziwe na amurile hutomola sadaka magozie na amri katika aya mujitu naamura mtume nnakwamura umma ya muhamadi kakwauwa na msalile mujitu wepeke na wamtindie wepeke basi sulua fanya ukhalisi sagazitu kamujitu natinda

Uh, huwanikirka wantu huwanikafiri mtu oyo nahuwantanayo ayi khairi wala zikir kadini mujiru hadini thalika bi annahum karihu ma anzala Allahu fa ahbata a'malahum, kasawa wantu awo niwakirihie chintu cha mujiru ishkizizo mnushira chintu cha mujiru shikizizo mujiru basi oyo huwa kufurile na amagi iburburishile. Na amali haiburbuke ila mundu shukufura isa mundu ukatosa sala, oso islamu basi uu huwanacho shitendo karka stendo cha unafiki lakini sio kafiri imo farkhi mundu khuka hata na mtu ko nanzito basi suraiyi imo neema nkuu ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya mujitum neema shezo faida yasitahtawo na neema sheze na, na mujitu mambie fanya ikhlasi karka saa na nakhatinda na ibada zingine

Sunna ya saa ya fajiri, sunna ya saa ya fajiri, na sunna ya la kuja kusoma kul ya al-kafiruna na kul wallahu ahad na kul ya al-kafiruna na ikhlasi na kumsifa mtume mujitu waambie Mtume, waambie wabaramisha watu makafiri, waambie akafiimakafirinasna ni mushiriki ba nae Mayahudi ambao Manasara ambao wengine la aabudu ma

Nakambilwa ama kashfunguliwa we ishpata gugi. Wa raaita nnasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, na wanaona watu wanaingia katika dini, wanasilimu wingi jamaa jamaa wanasilimu. Fasabbih, msabihi bihamdi rabbika kumahatya mujiru, rada subhanallah, alhamdulillah. Wa astaghfirhu, mera maghfira mera, innahu kana tawwaba, mujiru ndiye ukubalo toba. Isa apa chengale faydagani chenakhpatroh

basi msabiha mujitu na mira maghfira na hapa imu ishara nanke inakonya ishara kwa mtume ajagaye sala wa salam ikome kharibu basi na kufa na ishara iyo watambigu baadhi ya, ya wantu kana ibn Abbas na sidina Umari kasababu iyo inaibika na mundu mtume umriwe sala wa salam ni chintu ni, ni fadhigi ni ufadhigi zaidi

rasuluna miladuhu fil fili wa mautuhu fil nasr fi tanzili